Tuangazie tahariri hii leo, ambapo tunamlika kauli ya Marekani hivi karibuni kuhusiana na taifa la Nigeria na masuala mengine ya Afrika. Unafiki wa Marekani kwa kuashiria mashambulizi dhidi ya Nigeria kwa kisingizio cha kulinda Wakristo, ilhali hivi karibuni umefuta mfuko wa USAID, shirika linalowasaidia mamilioni barani, unaonyesha wazi kwamba msaada wao sio wa utu, bali ni chombo cha maangamizi na ushawishi wa kisiasa. Kwenye tahariri ifuatayo Shisia Wasilwa anavua gamba unafiki wa Marekani. Hatua ya Marekani chini ya utawala wa Donald Trump kutishia kuivamia Nigeria kwa kisingizio cha kuwalinda Wakristo wanaouawa ni fedhea ya karne na kielelezo cha unafiki wa kisiasa. Wanaovaa vazi la imani ni ukoloni wa kisasa unaojaribu kujificha nyuma ya Biblia huku mikono yake ikiwa na bunduki. Trump na washirika wake wanapiga ngoma za kivita wakiwa mbali maelfu ya maili kutoka Afrika, wakijifanya malaika wa haki za binadamu, ilhali historia inatufundisha kuwa pale Marekani inaposema kulinda, damu nyingi humwagika na mataifa dhaifu hubaki vifusi. Iraq, Libya, Afghanistan, ushahidi uko wazi. Leo jina limebadilika, lakini mchezo ni ule ule: mafuta, udhibiti na ubabe wa kisiasa. Kwa miongo kadhaa Nigeria imekuwa ikipambana na changamoto halisi: ugaidi wa Boko Haram, mapigano ya wafugaji na wakulima na migawanyiko ya kiuchumi. Lakini kwa Trump na wanasiasa wa Marekani, yote yanatupwa kando. Wanachokiona ni nafasi ya kuingiza ajenda zao za ndani, kuupigia debe kura za Kikristo nchini Marekani kwa kuonyesha ulinzi wa Wakristo barani Afrika. Ni siasa chafu ya kimataifa inayochezea hisia za watu wa imani mauaji ya raia iwe Wakristo au Waislamu ni uhalifu wa kibinadamu unaopaswa kulaaniwa bila ubaguzi. Lakini kujifanya mkombozi kwa kutumia vifaru na ndege za kivita si suluhisho, ni ukatili unaozalisha ukatili mwingine. Marekani haina mamlaka ya kujifanya hakimu wa dunia, tena kwa taifa huru kama Nigeria. Serikali ya Nigeria imefanya vyema kukataa vitisho hivyo taifa lolote lenye heshima halipaswi kuinama mbele ya kiburi cha dola yenye historia ya kuchoma nchi kwa jina la demokrasia. Wakati huu Afrika inapaswa kuamka, kutambua kwamba kila bomu linalodondoshwa kwa jina la ulinzi wa imani ni jeraha kwa uhuru wa bara zima. Na cha kushangaza zaidi, Marekani inayojidai mkombozi wa dunia imegeuka kwa gereza la ndoto kwa Afrika: masharti magumu ya visa, mahojiano ya kudhalilisha na sera kandamizi za uhamiaji zimegeuza safari ya elimu, biashara au tiba kwa ndoto isiyowezekana. Wakati Waafrika wanazuiliwa kwa rasmi kuvuka mipaka ya Marekani, taifa hilo hilo linaandaa vifaru kuvuka anga za Afrika kwa urahisi. Ni unafiki wa kiwango cha juu kuzuia wanaotafuta elimu lakini kutuma wanajeshi. Zaidi ya hapo Marekani ya Trump imepunguza au kuondoa kabisa msaada wa USAID ambao kwa miaka mingi uliyafaidi mataifa mengi ya Afrika katika sekta za afya, elimu, kilimo na maendeleo ya jamii. Hospitali zilizokuwa zikiokoa maisha zimepungukiwa dawa. Miradi ya vijana imesimama na shule zenye utegemezi mkubwa wa misaada zimekosa matumaini. Ni unyama wa sera kuondoa mikono ya huruma halafu kubeba vifaru na ndege za kivita kwa jina la imani. Afrika inahitaji kujitazama upya. Hatuwezi kuendelea kuimba wimbo wa ushirikiano huku mikono yetu ikiwa imefungwa na masharti ya visa na ardhi yetu ikilengwa na silaha za wageni. Ushirikiano wa kweli ni ule unaoheshimu utu, usawa na mamlaka ya mataifa yote. Marekani ikitaka kweli kulinda maisha ya watu, iweke nguvu zake katika diplomasia, elimu na kusaidia mageuzi ya kijamii, si kutuma wanajeshi. Kutuma vifaru na ndege za kivita si ishara ya ujasiri, bali ni ushahidi wa udhaifu wa kiakili na maadili. Ni wakati wa dunia kusema wazi: damu ya waafrika si kadi ya kampeni za kisiasa Washington. Afrika si uwanja wa majaribio ya kijeshi, na imani iwe ya Kikristo, Kiislamu au ya jadi, haitaji bunduki kulindwa, bali utu, haki na usawa.